Samahani, ndugu mtazamaji wetu, unaenda kuyasikia na kuyatazama hivi sasa, hayachochei ubaguzi wowote wa kidini ila ni taarifa tu. Sasa, kupitia peji ya Instagram mwanadada Mange Kimambi ambaye mara nyingi huwa anawalipua mastaa mbalimbali kulingana na vitu anavyofanya sasa hivi. Leo ameibuka kwa mjadala mzito, mjadala huu ambao ulikuwa unamhusisha Lissu pamoja na askofu na Sheikh. Sasa mapema hivi jana, kuna klipu ambayo ilikuwa inasambaa mtandaoni, klipu ambayo ilimuonesha Sheikh Mwaipopo akimvaa askofu wa kanisa la Katoliki, na hii ni baada ya askofu wa kanisa la Katoliki kuhimiza serikali imwachie Lissu bila sharti lolote. Ikumbuka kwamba hapo nyuma Tundu Lissu aliweza kutiwa katika mikono ya jeshi la polisi, na mpaka sasa tunapoongea yuko ndani ili kusubiri sheria za kimahakama zikapate kufuata mkondo wake. Sasa baada ya hayo yote, nitakuachia uweze kutazama video ambayo inamwonesha shehe huyu Mwaipopo akiongelea mambo mengi sana kuhusiana na Askofu wa kanisa la Katoliki, lakini kabla ya hayo yote, tumwangazie Mange Kimambi ambaye ameweza kuitoa taarifa kupitia mtandao wake wa Instagram, lakini alipoitoa aliweza kuandika maneno yafuatayo. Mimi nanukuu tu kile ambacho alikiandika mwanadada huyu Mange Kimambi. Mange Kimambi aliweza kuandika kama ifuatavyo: muone hajui hata R na L. Eti halaka sana na bila masharti. I say, sisi watu wa proud to be inabidi tuanze maongezi rasmi kuhusu viongozi wetu wa dini wanatutia aibu. Hivi ni kwa nini? Siku zote miaka yote viongozi wa dini ndio huwa wako na serikali? Yaani hata kipindi cha magu ni mashendo walikuwa wanatetea mpaka leo, na hii viongozi wa dini ya Kiislamu wanatetea, na siku zote ni mapadri, maaskofu na wachungaji huwa wanasimama na wananchi, tena hawa wa dini kubwa, Lutheran, Catholic pamoja na wengine. Ukikuta kiongozi wa dini ya Kikristo anatetea serikali, basi lazima ni wale wenye makanisa yao ya janja janja lakini akawataja baadhi ya maskofu hapo mbele ambayo siwezi nikakutajia, yaani wale wanaotapeli wa mama kwa kupitia dini. So inabidi watetee serikali ili makanisa yao yasifungwe, na tena ukuti wanatetea directly kama hivi ya kuita press. Utakuta wanawapa viongozi wa serikali steji kwenye makanisa yao, au ataongea neno moja au mawili kusifia ili, ila huwezi kuta kina akamtaja kiongozi wa dini fulani. Hivi akaendelea kusema kwamba aa wachungaji na janja janja zao wanaenda this far, ila dini ya Kiislamu asilimia 98 ya viongozi wote wako wanatetea serikali. I think solution hapa ni kwamba mtu anze kutoa pesa misikitini kama wenzetu wanavyotoa sadaka makanisani. Viongozi wa dini njaa zinawasumbua. Hivyo ndivyo alivyoweza kusema mwanadada Mange Kimambi kufuatia peji yake ya Instagram. Sasa nemsikiliza hii klipu ambaye Sheikh Mwaipopo alikuwa anaongea kuhusiana na tamko ambalo aliweza kulitoa askofu wa kanisa la Katoliki yep ni Blue House. Endelea kusubscribe ili uwe mwanafamilia yetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati na kila muda. Asante. Nafikiri mmemsikia baba askofu anaitaka serikali sasa, anasema imwachie Tundulisu, anaiamuru mahakama askofu wa Katoliki huyu, imwachie Tundulisu, Tundulisu, haraka sana bila masharti yoyote. Huyu ni askofu ndugu zangu wa, wa Tanzania. Sasa hebu tuchukulie askofu kasema hivyo, alafu asimame na shekhe. Nisikilizeni kwa makini wa Tanzania wenye akili timamu, tusije tukaiweka rehani hii nchi kwa ushabiki wa vyama vyetu, kwa sababu nilitegemea Pasaka ya leo maaskofu na mapadre waeleze kifo cha Yesu msalabani kinaleta ukombozi gani kwa wanadamu, watueleze nini maana ya Pasaka, watueleze tutaisherekeaje pasaka na kufa kwa Yesu Kristo, ambaye kwa imani ya kikatoliki ni mwana wa Mungu, mwana aliye hai. Nilitegemea hivyo, lakini nashangaa sikukuu ya leo, pasaka yote imewekwa pembeni, kilichokuwa kinazungumzwa ni maneno ya kisiasa ni maneno ya kisiasa ya wanasiasa n yani, kachukua askofu maneno ya kisiasa ndio kayazungumza kwa niaba ya ni Chadema. Sasa hivi kweli, kwa akili ya kawaida, mahakama ni chombo huru, kikasemewe na askofu? Kwa hiyo serikali iache kufanya kazi yake au mahakama iache kufanya kazi yake, imsikilize imsikilize askofu, imwachie Tundu Lissu kwa ajili ya askofu? Swali lingine baba askofu, wewe ni mtanzania na ni mzalendo unataka kuniambie, serikali imeanza kukamata leo wanasiasa kwa nini? Kwa Chadema ambaye ni huyu sila huyu e, eh, Tundu Lissu, umesimama umesema hivyo, mkatoliki mwenzio. Unataka kuaminisha nini wasiokuwa wa Katoliki? Unataka kuaminisha nini wasiokuwa Waislamu? Mbowe alishawahi kukamatwa akapewa kesi naofanana na hii, mbona mkusema hivyo? Profesa Ibrahim Waluna alipunga wakati wa kafu. Kafu kwa kweli. Omar Maita alijita ya ngunguli. Kafu alijita ngangali. Watu walipigwa, watu walikufa. Kule Zanzibar watu walikimbia nchi. Walikimbia kisiwa. Wakaenda kukaa Mombasa, Kenya. Na Mkapa mwenyewe ameandika ndani ya kitabu chake, anakiri katika dhambi kubwa iliyokuwa ikimuumiza William Benjamin Mkapa ni kuua wale watu wa Pemba na kuwafanya kuwa wakimbizi. Semeni ukweli nyinyi maskofu wa Tanzania, semeni ukweli nyinyi mababa askofu. Hapana, leo itabidi nieseme haya. Sina maana Wakristo wote wanakubaliana na haya, hapana. Naomba ili mnielewe, sina maana Wakristo wote wanakubaliana na maneno ya askofu huyu, la. Wako Wakristo wanachuja, waendi kwa ukereketwa wala kwa ushabiki. Wako Wakristo wakimzungumzia Tundu Lissu Unaona, mtu anazungumzia kwa haki kabisa mpaka unaweza kashawishika ukamsikiliza na kuna watu wanazungumza kwa ushabiki, wamebeba begani, kumbe tutaungana na kamanda Mulilo. Ni kweli mlikuwa mmeandaa watu nyinyi wakuja kufanya vurugu mahakamani? Kwa nini mmekuwa na ukeleketwa sana kwa ukamatwa na Lissu? Mbona mkukeleketwa alivyokamatwa wanasiasa wengine? Kwani wakuweza kukamatwa ni Lissu nchi hii hizi ni kesi za kisiasa za kawaida tu, duniani kote wanasiasa wa upinzani wanakamatwa. Kenya, Besigye nimekuambia yuko jela mbona, na kuna maaskofu wa Uganda, sio Kenya, Uganda, mbona hawakusema hivyo maaskofu? Jaramogi Odinga amewahi kufungwa, kufungwa saa jela amekaa, sio kifungo, kakaa miaka karibu, ni sita ni nne au sita kama sikosi, Kenya wakati wa Moi. Kwa nini nyinyi maaskofu wa nchi hii akiwa rais muislamu tu akiwa mwislamu tu ndo mnakuwa mnazanga sana, baadhi ya maaskofu na mapadre na Wakristo baadhi, sio wote, naomba nieleweke, sio wote. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwani Samia ndio kiongozi wa kwanza serikali yake kukamata wanasiasa? Magufuli moja aliwakamata na akawafunga Chadema, mbona mkusema tena Magufuli kawafunga kabisa, kawahukumu na akaunti zao zikafungwa, Chadema wote walikwenda kunyiando, wamenyolewa na vipala na Mboe kanyolewa na kipala kabisa, na shamba amekwenda. Mboe kaa chini, Mboe anakaa. Samia hajamfunga mtu serikali yake, mbona mkusema?